Mutabora, karibu Toronto. Kwa jina langu ninaitwa Imani Timo Asheli Magawa, ninatokea katika parish ya Nzega, dinali ya Nzega katika diocese ya Tabora. Ninamtukuza sana Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nami na familia yangu hata katika kibali alichotupa cha kuweza kushiriki ama kufika na kuweza kusoma kozi hii ya uinjilisti ya miezi sita. Ilikuwa ni wito ambao niliupata kutoka kwa Mungu mwaka elfu mbili na kumi na mbili na kadiri miaka ilivyozidi kwenda nilikuwa najaribu kupambana kukataa kutimiza huo wito ambao Mungu alinitia, lakini ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na nne chini ya mchungaji kanoni Patrick Kurije ambaye ni vika jenerali wa dayosisi yetu, akawa ameniambia kwamba ipo nafasi ya mimi kwenda kusoma na mke wangu. Basi na mimi nilipokwenda kumuuliza Mungu na kuzungumza na mke wangu, ndipo tukawa tumepata amani na tukawa tayari kuitikia wito huo. Tunamshukuru Mungu, tumekuwepo mahali hapa katika chuo chetu hichi kinachoitwa Tabora Anglican Training Center, TATC ambacho kinapatikana mkoa huu wa Tabora. Tumemwona Mungu kwa namna ya kipekee sana, tumekuwa na walimu na wachungaji wetu bora sana. Tumejifunza mambo makubwa sana, tumejifunza mambo mazuri sana ambayo anaweza kutusaidia kuweza kufikia lengo lile ambalo Mungu alituitia hapa duniani ya kwamba tueneze injili kwa watu wote tueneze Injili kwa kila kiumbe na kuwafanya wote kuwa wanafunzi wa Kristo. Nitoa wito kwa wachungaji wa parish zote na dinali zote katika diocese hii ya Tabora. Hakika chuo chetu hichi cha bibilia hapa Tabora, TATC, Tabora Anglican Training Center ni chuo bora sana, ni chuo kizuri sana, ni chuo chenye mambo ambayo yatamsaidia mwanafunzi ama mwinjilisti kuweza kuifanya kazi ya Mungu katika ubora mkubwa sana katika wereredi wa kipekee sana na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ametupa neema ya kuweza kuja kwa pamoja mimi na mke wangu na tukawa tumepata hiyo neema ya kuungana na wainjilisti wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Gladness Pius Kaputa ni mke wa mwinjilisti Imani Timothy Asheri Magawa kutoka parish ya Nzega na dinari ya Nzega. Namshukuru Mungu kwa neema yake ya kuniwezesha kuwepo katika mafunzo ya miezi sita ya uinjilisti katika chuo hiki cha TATC hapa Tabora. Ni neema yake tu ndio ambayo imetuwezesha kuwepo mahali hapa, mimi pamoja na mume wangu. Hakuna watumishi wengi sana ambao ni wanawake katika huduma na utumishi katika makanisa. Imezoeleka kwamba wainjilisti wengi ni wababa, wainjilisti wengi ni vijana wa kiume, lakini mwamko huko hata kwetu sisi kwa wamama, kwa wanawake kwa wadada na wasichana na hili ni agizo la Yesu Kristo mwenyewe, ya kwamba enendeni ulimwenguni mote na mkaihubiri habari njema kwa kila kiumbe, kila kiumbe kikapata kusikia habari njema ya Yesu Kristo. Huo ndio uinjilisti ambao tumejifunza mahali hapa, kutokana na agizo kuu la Mathayo ishirini na nane kumi na tisa. Na mimi niko hapa kutimiza hicho kitu, nimepokea mafunzo na baada ya hapa ninaenda kufanya kazi hiyo ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa watu wote pasipo kubagua ya kwamba mimi labda ni mwanamke ama ni mama. Wito wangu kwa wachungaji, wito wangu kwa watumishi wengine walioko huku katika madayosisi, katika maparishi nje ya Tabora na hapa ndani ya Tabora, wanatakiwa kuwaleta wale watu ambao wanajisikia wito